Jabari alikuwa kijana wa miaka 22 mwenye ndoto kubwa za kufanikisha maisha yenye uhuru wa kifedha, ndoto za kuondokana na hali ya umaskini aliyokulia nayo. Kijiji chake kilikuwa kidogo, kimezungukwa na milima yenye rangi ya kijani kibichi na mto mdogo unaotiririka kwa utulivu, ukipuliza upepo wa asubuhi kwa mlango wa nyumba za zamani zilizojengwa kwa udongo na mbao. Kila kona ya kijiji kilikuwa na hadithi ya kale. Lakini ndoto zake zilisogea mbali zaidi ya milima ile. Kila siku alitazama mbali, akijua kuwa dunia kubwa na fursa zipo pale nje, lakini njia hazikuwa rahisi. Familia yake ilimpenda sana, wakimsaidia kadiri ya uwezo wao, lakini walimwambia mara zote, "Jabari, ndoto ni nzuri, lakini jitihada ndiyo ndizo zinazokuletea matokeo halisi. Hakuna njia ya mkato." Jabari alijua kuwa maneno haya yalikuwa kweli lakini moyo wake ulijasha huku la hamu ya kuona maisha makubwa. Alianza kuandika kila ndoto alizopata usiku, kumbukumbu za changamoto alizokutana nazo, mbinu alizojifunza kutoka kwa wale waliomzunguka, na hofu ndogo ndogo alizokabiliana nazo. Kila ndoto ilikuwa ya ajabu, ikimwonyesha milima ya fedha zilizofunikwa na uwazi wa hisia tofauti, barabara zilizojaa changamoto na vivuli vya hofu vilivyojaribu kumkopesha matumaini. Kila usiku ndoto hizo ziliimarisha ujasiri wake na kumfundisha sababu za kila hatua ya maisha. Mara nyingine ndoto hizo ziliibua hofu ya ndani, lakini alijifunza kutumia akili yake kupumua kwa utulivu, kutafakari na kushughulikia hofu hiyo kwa ubunifu. Rafiki yake wa karibu Amani alimuunga mkono kila hatua. Jabari, kila changamoto ni fursa, kila hofu ni darasa. Usikate tamaa, una nguvu ya ndani zaidi ya unavyodhani. Maneno haya yalimpa nguvu isiyo na kifani akijua kuwa safari ya utajiri haikuwa tu juu ya fedha bali juu ya akili, nidhamu na moyo imara. Siku moja alipokuwa akitembea kando ya mto mdogo, aliona kivuli cha mwanga kinapita pole pole pole juu ya maji. Mwanga huo ulijitokeza kama ishara ya kitu kikubwa, kitu cha ajabu. Kila kitu kilionekana kuwa na maana zaidi ya kawaida. Aliamua kuchunguza zaidi ndoto na siri za maisha, akijua kuwa kila hatua itakuwa jaribio la busara, ujasiri na nidhamu. Alikosimama chini ya mti mkubwa wa mviringo, aliota ndoto ya ajabu. Alijiona akiwa amekaa kwenye chumba kilichojaa fedha, madirisha ya dhahabu yaking'aa chini ya mwanga wa jua. Lakini kando ya dirisha kulikuwa kivuli kilichokuwa kimejazwa hofu. Sauti ya ndoto ilizungumza, ukiweza kushinda hofu hii utapata kile unachotamani. Jabari alijisikia hofu lakini pia hamu kubwa. Alianza kufanyia kazi ndoto hiyo, akijua kuwa kila ndoto inaficha funzo la maisha halisi. Kila hatua, kila hesabu, kila ujasiri uliotumika kuimarisha akili ulikuwa ni sehemu ya safari ya utajiri. Aliunda ramani ya ndoto, kila ndoto ikawa mfano wa hatua halisi: jinsi ya kupanga fedha, jinsi ya kufanya biashara, jinsi ya kushirikiana na wengine bila hofu na jinsi ya kutumia kila kipengele cha akili yake kwa busara. Rafiki yake wa karibu Amani alimuunga mkono akimwambia, "Jabari, unaona, hii si ndoto tu, ni mafunzo ya maisha. Kila kipengele unachoshughulikia, kila fursa unayochunguza ni njia ya kupata nguvu yako ya kweli." Kwa mara ya kwanza, Jabari alihisi amani ndani ya moyo wake. Alijua kuwa safari ya utajiri haiwezi kuanza kwa bahati tu, inahitaji utayari wa akili, moyo imara na nidhamu ya kweli. Ndoto za usiku zilizokuwa za ajabu na mara nyingine za kutisha, zilimfundisha kuwa ushindi halisi unakuja kwa kutumia akili na bidii, si kwa njia za hila au nguvu zisizo na kawaida. Kwenye channel yetu, bonyeza kitufe cha subscribe, ili upate nyingine za elimu kila wiki. Baada yote Jabari alisonga na maisha, lakini siku moja alipokuwa ameketi chumbani kwake, alisikia maneno yaliyokuwa yanavuma kijijini kwamba kuna fedha nono zitatolewa kwa mtu mmoja na zitaweza kutajirisha maisha yake, lakini kwa sharti moja tu lakini walivyokuwa wanazungumza waliishia njiani kwenye mazungumzo yao. Kwa hiyo Jabari hakuelewa vizuri, akaona isiwe tabu, akaenda kuuliza kwa rafiki yake, naye hakusita, akamwambia ni kweli, lakini kwa mtu atakayelala kwenye jeneza, tena sio kulala tu, ni siku saba humo. Akifanikiwa kumaliza, basi atazawadiwa kiasi kinono cha pesa. Sasa Jabiri akaona hii sasa ni bahati kwenye maisha yake imejileta akaamua kujiunga na pasipo wazazi wake kujua. Hapo ndipo hadithi ya Jabari ilianza kwenye jeneza, katika hofu na kichawi, akiwa amejaza moyo wake na tamaa isiyo na kipimo, akijua kuwa hatimaye baada ya siku saba, ndoto yake ya utajiri itakuwa kweli. Lakini sasa aliingia kwenye safari ya kihofu yenye vizingiti vya giza, nguvu zisizo za kawaida na changamoto za akili na moyo, hatua ya kwanza kwenye mchakato wa kupata kile ambacho hakikuwa na kifani. Usiku ulikuwa kimya, lakini hewa ndani ya kaburi lililochimbwa kwa ustadi wa kifahari ilikuwa nzito kama chuma. Jabari alijisikia kama moyo wake unazama kwenye maji yenye barafu. Pamba zilizokuwa puani zikawa nzito, manukato ya jeneza yakaacha harufu nzuri na kuanza kuwa na harufu ya mauti. Kila sekunde ilikuwa kama saa, kila pumzi ilikuwa kama mapambano kati ya uhai na kifo. Ndani ya giza alianza kusikia sauti ndogo ikimnong'oneza, siku saba si mchezo, wengi hawamalizi. Akalifumba jicho kwa nguvu, akijaribu kupuuzia, lakini sauti hiyo ikazidi kuongezeka. Ilisikika kama inatoka chini ya jeneza, kama kuna kitu kinataambaa. Akajitahidi kutulia, lakini mapigo ya moyo wake yakawa kama ngoma za mazishi. Ghafla mfuniko wa jeneza ukagonga kidogo juu. Jabari akatetemeka. Je, ni upepo au kuna kitu juu yake? Kisha kimya kikafuata, kimya kizito cha rohoni. Alijua hiyo ndiyo njia ya pepo kumtisha kabla ya siku ya saba. Alijua huwezi kupata pesa bila maumivu, lakini sasa alikuwa anaona dhahiri, hii haikuwa hadisi tu. I'm ilikuwa kweli. Akajifunika uso kwa mikono yake, akasema kwa sauti ya hofu, e, Mungu nisamehe, lakini sitarudi nyuma ni lazima nipate utajiri huu. Sauti hiyo ikazimika ndani ya jeneza na upepo mdogo wa ajabu ukavuma ndani kama kaburi limepumua. Usiku wa pili ndani ya jeneza ulikuwa mgumu kuliko wa kwanza. Jabari alijijua kuwa hofu haikuwa tu ya kawaida, ilikuwa ni nguvu ya kichawi inayojitokeza kwa kila kona kila kipande cha mbao kilipokanyagana, kila upepo ulioingia kwa mapengo madogo ulionekana kuwa na sauti za wito zisizoelezeka, na kila kivuli kilikuwa kikimlenga moja kwa moja. Aliamka mara kwa mara, moyo wake ukiwapiga kwa kasi, akihisi kama kila sauti na kivuli ni kienelezo cha nguvu inayomjaribu kumvutia kwenye giza, lakini hofu haikumwondoa tamaa. Jabari alijua kuwa kila siku iliyojaa changamoto ilikuwa ni hatua moja kuelekea siku ya saba, siku ya mwangaza, siku ambapo ndoto yake ya utajiri itakuwa kweli. Alijijengea moyo na akili akijua kuwa nguvu ya kweli inatoka ndani ya moyo wake, si kutoka kwenye giza lililomzunguka. Kila dakika ilipita polepole na ndani ya jeneza, muda ulionekana kuwa mrefu. Mvua ya usiku wa nje ilipopiga paa na ukuta wa nyuma ikatoa sauti zinazotisha lakini ndani ya jeneza hilo Jabari alijua kuwa lazima ashikilie tamaa yake. Alianza kuzingatia kila sauti, kila kivuli na kuunda mbinu za kupunguza hofu yake: kupumua kwa utulivu, kutafakari juu ya ndoto zake na kujijengea imani ya ndani. Usiku huo, ndoto zake za giza zilikuwa mbaya zaidi. Aliona vizuizi vya fedha vikimzunguka, akihisi kila ishara ya tamaa ikimvutia kwenye giza la ndani vivuli vikawa vikubwa zaidi, sauti zikawa kubwa zaidi, na hofu ya ndani ilikuwa kila sekunde. Lakini alikumbuka maneno ya mzee wa kijiji: hofu ni daraja, lakini tamaa yenye hekima ndiyo daraja la kweli kuelekea utajiri. Maneno haya yalimpa nguvu. Ndoto hizo za giza zilimfundisha kila kitu: jinsi ya kushikilia tamaa bila kuharibu akili yake, jinsi ya kudhibiti hofu bila kuikubali, na jinsi ya kutumia akili yake kufahamu ishara za kichawi. Jabari alianza kuandika kila ndoto aliyoiona, kila kivuli alichokiona na kila sauti ya kutisha. Aliunda mfumo wa mazoezi ya akili ndani ya jeneza, akijua kuwa kila hatua ilikuwa hatua ya kuimarisha moyo wake. Hofu na kichawi vilichanganyika ndani ya mawazo yake, lakini tamaa ilibakia kuwa dira yake. Alijua kuwa hatimaye baada ya siku saba, fedha hazitakuwa ndoto tu bali ukweli. Lakini sasa alijijua kuwa lazima ashinga kila kivuli, kila sauti na kila ishara ya giza. Alilala tena akijua kuwa kila pumzi, kila kishindo cha moyo na kila mtetemo wa misuli yake ni sehemu ya kuimarisha nguvu yake ya ndani. Ndoto za giza ziliendelea, lakini Jabari alianza kuona mwanga mdogo ndani ya giza. Kila kipande cha mbao kilichokuwa kikikanyagana sasa kilionekana kama alama ya kufanikisha. Kila upepo wa baridi ulioingia ndani ya jeneza ulionekana kwa mpango wa kichawi kujaribu imani yake, lakini alijua kuwa nguvu ya kweli haikutoka nje, bali ndani ya moyo mwe wake, mwenye tamaa, shauku na nidhamu. Hapo ndipo alipoanza kuelewa kuwa hofu ni daraja na ndoto za giza ni vitengo vya mafunzo ya moyo na akili. Siku ya pili ilikuwa ngumu, lakini alijua kuwa hatua ya pili ilimkaribisha kwenye siku ya saba, na kwamba tamaa yake isiyo na kipimo italeta utajiri usio na kifani. Kwa hivyo Jabari alilala ndani ya jeneza akijua kuwa kila ndoto ya giza ni funzo, kila hofu ni changamoto, na kila kipigo cha moyo ni ishara ya kwamba nguvu yake ya ndani ilikuwa inakuwa ikimsaidia kusonga mbele kuelekea utajiri wa kweli. Na hapo ndipo Jabari alipogundua: safari ya tamaa haijaanza vizuri, ila mwisho wake unaweza kumwangamiza. Je, atamaliza siku saba au kaburi litamchukua kabisa kabla ya alfajiri. Kabla hujaondoka, kama umesikia simulizi hii ukiwa nyumbani, kazini au barabarani, tuambie kwenye comment, unasikiliza siku saba kaburini ukiwa wapi sasa hivi? Usisahau kubonyeza like, kusubscribe na kuwasha notification bell ili usikose episode ya tatu ambapo kitu cha ajabu mno kinatokea ndani ya jeneza. Episodi ya tatu, usiku wa saba, inakuja hivi karibuni.